Karibu kwenye ulimwengu wa ubunifu na hadithi kali, Tytan Films TZ. Kabla tujaanza safari ya leo, hakikisha unapiga like, unabonyeza subscribe na usisahau share, ili familia ya Tytan Films iendelee kukua. Sapoti yako ndio inatupa nguvu ya kutengeneza filamu simulizi, hadithi bora. Tuanze kwenye haya maisha, usiwe mwepesi wa kuhukumu, tafadhali. Nisikilize, ujifunze kitu kwenye simulizi hii. Kwa sababu si kila kosa linaanza kwa nia mbaya, na si kila ukweli uko tayari kusikilizwa. Nilipoona mistari miwili kwenye kipimo cha mimba, mikono yangu ilitetemeka, sio kwa furaha, bali kwa hofu. Kwa nje, nilikuwa mwanamke wa ndoa, tulivu, anayeonekana kuwa na maisha sawa, lakini ndani yangu Kulikuwa na siri niliyokuwa nimeifungia kwa nguvu zote. Mume wangu alikuwa safarini mara kwa mara. Miezi ikapita bila sisi kuwa karibu kama zamani. Nilijidanganya kuwa ni kawaida. Nilijifariji kuwa ndoa huwa na vipindi vyake. Lakini mwili wangu haukunidanganya. Mimba ilianza kunitesa mapema. Nilitapika mchana na usiku. Nilichoka hata kabla ya kufanya chochote. Mume wangu alipoona hali yangu, Alianza kunitazama kwa macho ya maswali. Una uhakika kila kitu kiko sawa? aliuliza mara kadhaa. Nilikuwa najibu ni mimba tu, lakini moyoni nilikuwa najua hii haikuwa mimba ya kawaida, na mbaya zaidi, haikuwa mimba ya mume wangu. Kila alipopanga kunipeleka kliniki, nilipata sababu ya kukataa. Kila alipotaja tarehe ya vipimo, moyo wangu uliruka. Nilikuwa ninaishi kwa hofu ya siku moja, siku ambayo ukweli ungejitokeza. Usiku mmoja aliniambia kwa sauti ya utulivu isiyo ya kawaida, "Kesho tunaenda hospitalini pamoja." Nililala macho. Nilihesabu dakika mpaka asubuhi. Nilijiuliza, nitafanyaje? Nitamwambia ukweli au nitaendelea kudanganya hadi pale nitakaposhindwa? Kwa sababu kuna kosa nililofanya. Siku niliyokuwa dhaifu, siku niliyohisi peke yangu, kosa ambalo sasa lilikuwa linakuwa tumboni mwangu. Asubuhi ilipofika nilivaa kimya kimya, moyo ulikuwa unaniuma kuliko tumbo. Kila hatua kuelekea hospitalini ilikuwa kama kwenda hukumu. Nilikuwa najua jambo moja tu, baada ya leo maisha yangu hayatabaki kama yalivyokuwa, kwa sababu mimba ile iliyonitesa sana ilikuwa imebeba ukweli ambao ungeweza kuvunja ndoa yangu vipande vipande. Mwisho wa sehemu ya kwanza ni mwanzo wa sehemu ya pili. Basi, usisahau kusubscribe kwenye chaneli yetu Tytan Films Tanzania. Asante.